Eh, nimalizia masala ya mwisho eh, muda umeenda na masala yako mengi na yengine nimeyafupiza. Ni nizungumzie masala eh, ya kuhusu mtu umefika umra ukafanya umra yako, ukaenda kumfanyia umra pia na mzazi wako, babu yako, bibi yako, shangazi yako, mjomba wako, umra nyingi sana. Haya masala yana maneno gani katika ilmu? Tuyachukue haya masala yako na khilafu. Naam, baadhi ya ulamaa wamejuzisha kiwepo ibni Baz, akasema mtu ukienda umra ukafanya ya kwako, unaweza ukamfanyia mzazi wako, baada yake ukamfanyia ndugu yako, baada yake eh, baada yako eh, so vi kama amesema hivyo Ibn Baz rahmatullahi alayh. Kwa hiyo masala uh, yako na khilafu, lakini qauli za wengine na ndo zinaendana na dalili zinaonyesha kwamba sio kweli, haifai mtu kufanya umra yake kwenye safari moja kisha akafika anawafanyia na wengine kwenye hiyo safari A... Ibn Uthaymeen ndo aliuliza kwanza, na hii kauli ya ndana dalili shekhe ndana dalili wallahi, fatilia vizuri

ukarudi labda Madina ukasema, nirudi tena kumfanyia mama yangu sawa. Safari tofauti sio safari moja, unafanya umra zaidi ya moja, hiyo sio katika sunna. Sheikh Al-Albani anasema baadhi ya watu dalili kwa na Aisha, wanachukua Aisha radhiallahu anha alipoenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hija aliweka nia ya uh, ya tamattu. Tamattu manake, ni hija ambayo unaweza kufanya umra kisha mfanya hija. Baadaye Aisha radhiallahu anha akawa aliona hedhi, ameshaweka nia ya umra, wakapita pale kwenye miqat, akaona nia akaona hedhi, yuko njiani. Wasikize vizuri, wanawake wenye uko na hedhi, unaweza ukaweka nia, uko na hedhi ya umra, haina neno. Sasa Aisha alipoona ile hedhi, Mtume swalla anaingia ndani kwa Aisha kwenye hema yake, walikuwa wako safarini, akakutana Aisha iko na lia akaambia malaki malaki, tabkin, kwa nini unalia umeona hedhi? Aisha akasema ndiyo. Mtume akamwambia hadha amrun katabahu Llahu ala banati Adam, ilo ni jambo Allah aliwaandikia mabinti wa Adam. Kwa hiyo una uwezo kufanya mambo yote haja na stari kufanya, isipokuwa usitufu na usisali. Mwanamke unaweza ukaenda Arafati, mwanamke unaweza ukaenda Muzdalifa. Mwanamke anaweza kufanya kila kitu lakini chenye unakataza kufanya usi, ukiwa na uko u, u msiku zako usifanyi, usifanyi tawafu na usisali. Kwa mwanamke akifanya tawafu, mfano kufanya tawafu kisha pale unaenda Safa na Marwa ukaona, eh, inajuzu kufanya Safa na Marwa haina neno, lakini tawafu ndio haikubaliki. Aisha radhiallahu anha mtu akamwambia wewe fanya vitendo, vitendo vya hija vyote lakini usifanye umra. Sababu umra, Sabu, umra ni kufanya tawafu saa so, Aisha kafanya vyote, alipomaliza umra, alipomaliza hija akawa tayari hethi imekwisha, mtume akamwambia, turudi wewe, hija yako inakubalika, unakuwa ni hija ifrad ya yani haina umra. Aisha akakataa anataka akamwambia Mtume watu warudi, yarji'u an-nas bihajjin wa umra wa arji' bihajjin duna umra, watu wote wafanye umra na hija, mimi nifanye tu hija tu, ndio mtume akamwambia

Ya, ya, ya, ya. Ile hija inachangana ina na umra, ile hija tukufu likamtokea hili, ndio anaweza akafanya hivyo, akaenda Tanaim akaweka nia, andele asema amma ase, uh, eh rijal fa hum walhamdu lillahi la yahibuna. Ama wanaume wanaenda kufanya, wanaenda kuweka nia kule kwenye Tanaim masjid, na wenyewe wanaona hezi

Kama kisi tunakwambia mwanamke akienda hija na umra, inabidi awe na maharimu, lakinikiainanye kauli ya Allah eh, wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan wapeleki lakini mtu kuwa kiongozi, alhamdulillah, katika ule msafara wetu utaniamrisha mtu wa kiongozi, na hapa ndio unaonesha uzuri wa kiongozi. Kiongozi unaweza ukafanya kauli ambayo haina nguvu kwa sababu ya kuamrishwa na mtu ambaye ni kiongozi wako, lakini ukiwa kiongozi unaweza kuamrisha haya. Ni faida jalila katika masuala. Kwa hiyo watu jamani, uh, mmepata mipa, uwezo, masha Allah wa kufanya umra hizi uh, umra za kuprofite, unaua ndege mbili tatu kwenye jiwe limoja. Na dini uh, mtume hajafanya, masahaba hawajafanya. Acha ah, shekhe, funga hii safari. U mwaka ulifunga ukajifanyia umra wewe, baada ya, ya, ya mwezi funga nyingine safari, umfanyie mama yako, umfanyie baba yako, hasa akiwa shakufa au ni mzee kikongwe, hana uwezo.